Naitwa Godfreda Frida ni mratibu wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia wilaya ya Mleba. Tukiwa tunatekeleza huduma hiyo ya kampeni ya msaada wa kisheria, tulipata mgogoro kuhusiana na mti ambao umeota upande mmoja wa mmiliki, lakini bahatimbaya sana umeangukia kwa mmiliki mwingine, kwa maana ya upande wa pili. Mti huu ni mti mkubwa sana, ni una miaka zaidi ya hamsini koo tangu mti huo unakuwa hawa majirani wamekuwa hawako katika maelewano mazuri kwa ajili ya hofu ya kuangukiwa na huo mti. Mti ukao umeanguka kweli ukaangukia upande wa jirani. Kwa hiyo tukawa tumekuja kusikiliza huo mgogoro. Bahati nzuri tumekubaliana na pande zote mbili kwamba huo mti wataugawana, kwa maana ya mmiliki wa mti atachukua mti wenyewe pamoja na nusu ya matawi na aliyeangukiwa atachukua nusu ya matawi. Kwa hiyo tumemaliza huo mgogoro huo, huo, kwa pande zote mbili kushikana mikono kwa kupata suluhu ya kudumu na kwamba hakuna mwingine atakayemsumbua mwenzake na wameshikana mikono kwa amani kabisa. Unaitwa Elis Korofasi, ni mzaliwa hapa kijijini Mzinga. Mti ulianguka tarehe 24, mwezi wa tatu, nikachukua ngazi, ngazi za kitongoji kwenye kijiji kwenye kata mpaka nikafikia wilayani, wakaniambia kuna timu ya mama Samia Suluhu Nikawafuata mpaka kule jijumbi, wakaniambia watakuja. Wamefika, nawashukuru sana tena, namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Mti ulikuwa umevuja ume, kaburi za watoto wangu ambao walikufa zamani, ukaharibu mazao yangu, ukaharibu nyumba yangu. Nashukuru kwa ambayo limetendeka kwa mti, tumekubaliana ukatoka kwenye kenyemazaa Nilikuwa na shamba kwa jirani ambayo shamba langu nimenunua mwaka 1962. Sasa shamba mti umeanguka kutoka shambani mwangu sehemu hiyo ukaangukia kwa jirani. Na upepo. Siku moja wakaja wakaniambia mti wako umewa, umeambiwa na kamani alikuwa anapita hapa akaniambia mti wako umeangukia kwa jirani. Nipotaka kufika akasema usiende watoto wa, wa, wa wake wana mapango wataukata na kuomba usiende. Na mimi sikufika siku hiyo. Siku ya pili akaja polisi wakanambia mkati mti umeanguka, nikawambia mimi sina nataka kuangusha mti kukata kila kitu kutoa kwa shamba, lakini wamekata. Akaja katibu kata akanambia, sema mimi niko tayari kukata mti ule, lakini wao wanakataa, wanasema mpaka nilipe vyote hivyo haribika. Amekuja na, na padri kanambia baada hapo, nikaitwa na afisa afisa tawala Muleba akaniambia uje kwa ofisi yangu tarehe 20 tarehe 17 mwezi wa 4. Nilikuwa ninakwenda Muleba, kufika pale Ngono, katibu kata akanipigia simu akasema, urundi nani, tume ya rais iko hapa. Nimeenda kwa rais kwa tume hiyo, basi nimeomba Mungu na, na Mwenyezi Mungu akatusaidia. Sasa tumekufanya makubaliano kwamba siku ile tulioenda kwa katibu kata tulikubaliana, tukafanya hata maandishi kwamba mti nakubali, mti matawi yake tuyagawanye nusu kwa nusu, mti ubaki ni wa kwangu. Msaada wa sheria huo walitusuluhisha hivyo, tukakubaliana tukaandikiana kwamba mti utagawanywa matawi nusu kwa nusu matawi, lakini mti utabaki ni wa kwangu. Nashukuru sana. Kwanza natanguliza Mungu ambaye amenisaidia kukubaliana tangu aje jirani sijapata kusalimiana naye, sijapata kushikamana naye kwa mkono. Leo nimemshika mkono. Kwa hiyo nashukuru na, na, na sana tena sana kwanza kwa Mwenyezi Mungu, alafu nashukuru hao walio tusaidia. Mpaka leo tumekubaliana matawi yote nitayatoa na nimepikisha pata wa, wa kuyatoa, nitayatoa yote. Na mti huu nakubali kwamba wameandika Jumatatu Jumatano, hata kama ni Jumatatu Jumanne, nikipata wa, wa kutoa nitakuwa ni, ni utoe tayari, sina lolote. Naitwa Muyengi Muyengi, ni mwanasheria na mwanasheria alimashauri ya Muleba ambaye ni kwenye timu ya kampeni ya Mama Samia kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria. Kimsingi tumefika hapa ili kuweza kutatua mgogoro kati ya pande zote mbili, na baada ya kuwa tumefika hapa inaonekana kwamba kwenye maeneo haya kuna miti mingi sana, ambayo ni wananchi wanasema kwamba ni hatarishi. Sasa nimewashauri wananchi kwamba kupitia mikutano yao waweze kukaa na kuibainisha kwa mjibu wa sheria. Afisa misitu ndio mwenye mamlaka ya kufanya ukaguzi na kujiridhisha kwamba mti huu ni hatarishi, kwa hiyo atakapokuwa amefanya mkutano na kubaini hiyo miti, waandike barua kuja kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Muleba ili amwagize afisa misitu aweze kubaini hiyo miti ambayo ni hatarishi, kama atabaini kama ni kweli, ili waweze kuiondosha kama ambavyo uh, mtu ulioanguka kwa upepo ambavyo unaondoshwa sasa hivi ili kuepusha madhara. Wito wangu kwa wananchi, wananchi uh, kwanza wajirizishe, kabla wajajenga, wahakikishe kwamba wanajiepusha kujenga kwenye miti mikubwa ambayo kuna moja au nyingine inaweza kusababisha madhara kwao, lakini kama kuna miti ambayo wanadhani Uh, imekuwa hatarishi kwenye mazingira yao, waweze kuwasiliana na uongozi, kuanzia uongozi wa kitongoji, kijiji hadi kata, ili waweze kufikisha kwa mkurugenzi mtendaji, ili waweze kupatia huduma ya kuiondosha.